Halo, mimi naitwa Dr. Marley na natamani tuzungumzie kuhusiana na vidonda vya tumbo au peptic ulcers. Lakini pia nilivyokuwa katika tour katika kazi uh, ya uh, miji ya kaskazini lakini pia na kusini tulikutana kitu kinachoitwa GERD. GERD ni gastroesophageal reflux disease au acid reflux kwa lugha nyingine ambapo watu wengi sana wame complain hii jambo. Wametibiwa several times kwa kutumia dawa mbalimbali, wamefika stage sasa wamejikatia tamaa. They don't know what will happen tomorrow. Sasa sisi tumekuja na dawa ambazo zinaleta tumaini upya ambazo hazina kemika kabisa, zilizotengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Mind you, vidonda vya tumbo vinaleta complication ya kusikia maumivu makali sana katika nini, tumbo la juu. Lakini pia sasa imefika stage watu mpaka kutapika. Mpaka unaweza ukatapika mpaka damu. Lakini pia kwa sababu ikishafika kwenye complications kubwa zinaleta a GI system ambapo sasa there is a bleeding tendencies zinaanza kutokea katika njia ya chakula. Sasa mwisho wa siku tunakutana na choo cheusi kwa sababu tu ya marena. Lakini pia tuna issues za gases tumboni ambazo uncontrolled, unexplainable ambapo sasa ikifika stage sasa ambapo sasa tumbo uelewi ifanyeje. Ndugu yangu hebu tutafute, hebu tukuokoe kwa dawa ambazo zina kemiko kabisa, dawa zilizotengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vinatibika. Thank you guys, tutaweka namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano. Mimi naitwa Dr. Mallory.